A'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmani rahim. Ndugu mpendo wa mtazamaji wa MTA Africa, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatu ndugu, tunaendelea na vipindi vyetu, vipindi ambavyo vinahusu maisha matakatifu ya mwanzilishi wa jumuiya Waislamu wa Ahmadia, Hazrat Mirza Gulam Ahmad alaihi salatu wassalam. Katika kipindi kilichopita tuliangazia shutuma mbalimbali kuhusiana na Masihi Maud alaihi salatu wassalam ambayo wapinzani wanaweka dhidi yake kama vile alitoa utabiri ya kuwa yeye atamwoa mwanamke ambaye ana, anaitwa uh, Muhammadi Begam Sahiba, lakini wageni walieleza kwa kina na wakajibu shutuma hili. Leo naye siko peke yangu katika studio, ninao wageni wale wale ambao wataendelea kujibu mashtaka haya na shutuma hizi. Karibu. Naam, upande wangu wa kulia Uh, ni naye Mwalimu Muhammad Musa Uponyo Saib. Mwalimu Saib, karibu katika studio yetu siku ya leo. Asante sana bwana mtangazaji. Naam, vile vile ninaye mpendwa wetu ambaye ni Mwalimu Saib, Mwalimu Nasir Juma Tuva Saib. Karibu katika kipindi chetu. Asante sana. Naam, naarifiwa ya kuwa kuna watu wengi sana ambao wanafuatilia vipindi vyetu ikiwemo wale Wakristo ikiwemo Waislamu ambao sio Waahmadia, na hivi sasa naarifiwa ya kuwa kuna ndugu yetu mpendwa ambaye ni muislamu ambaye siyo mwanajumuiya anaswali anataka kuliuliza ili apate jibu. Tafadhali ndugu, karibu ili uulize swali lako. Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Kwa majina naitwa Kamran Muhammad na mimi siyo Muhamadia, nikona swali kuuliza kwamba kuswali kuswali kwa jamaa ni muhimu sana lakini muhamadia hata swali nyuma ya imam yule sio muhamadia ni kwa nini? Naam, asante sana ndugu mpendwa kwa swali hilo nzuri sana. Kwa hakika sio wewe peke yako unayeuliza swali hili, watu wengi sana wanauliza swali hili, lakini na kuhakikishia ya kuwa yakuwa utapata jibu hivi katika studio yetu. Naam mwalimu, wapendwa ni kwa nini, uh, wanajumuia hawaswali nyuma ya yule ambaye ni imamu asiyekuwa mwahmadia? Je, unaweza jibu swali hili? Uh, asante sana bwana mtangazaji, na ni swali hili swali ni swali muhimu sana, ambalo linawafaa sana wanajumuia Ahmadia kujua kwamba hawafai kuswali nyuma ya imamu ambaye isiwahmadia, kwa sababu kwa kukosa elimu labda wanaweza jipata katika ya makosa kwamba wanaswali nyuma ya maimamu ambao si wanajumuia. Lakini ijulikane kwamba njia hii au kukatazwa kwao kulitokana na nini? Kwamba wakati Sayyidna Ahmad alaihi salatu wassalaam alipotangaza kwamba alikuwa ni mtume na imamu Mahdi, basi upinzani ulianza kuwa mkubwa na wale maulama wa Kiislamu, mbali na kumpinga Sayyidna Ahmad alaihis salaam, walianza kuingiza fitna na uchochezi kwa wafuasi wa, wa wao basi ile chuki ikaanza kupanda dhidi ya hawa wafuasi na wanajumuia wakaanza kufanyiwa madhila ya kila namna, wakaanza kupigwa, wakaanza kuumizwa. Kwa hivyo, kabla ya hapo, wanajumuia walikuwa wanaweza kuswali popote, lakini ikakuja kubainika kwamba sasa wakienda kwa misikiti yao, kwa kuwa sasa chuki imeshaingizwa katika wafuasi ambao si wanajumuia, wakaanza kupata kupigwa kule, wanaumizwa kule, wanafanyiwa madhila ya kila aina. Sasa sina Ahmad alaihi salatu wassalam, kutokana na busara yake no. akaona kwamba kama ni hivyo basi ni vizuri tusiende kule. Kama tukienda kuswali kule watu wetu wanapigwa na wanaumizwa, basi ni heri tuswali katika misikiti yetu na tuswali nyuma ya imamu wetu. Na hata hivyo, bwana mwelekezi au no, bwana mtangazaji, ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisha tabiri kuhusu wa imamukum minkum, kwamba imamu huyo atakuwa miongoni mwenu. Kwa hivyo ikawa sinamada akaona kwamba ni bora basi tuswali nyuma ya imamu wetu kutoka miongoni mwetu, kwa hivyo ndio hili Sayyid Ahmad alayhi salatu wasallam wa akaona kwa kwamba ni vizuri, ili kwa sababu ya amani ya nji kuepusha ile furugu, watu wanaumia sababu tu ya kuswali katika misikiti yao na nyuma imamu ambayo si wetu, basi afadhali tujitenge na ile hali yeah. Na kitu cha pili ambayo pia ni sababu ya kutoswali nyuma ya hawa ambao si waislamu Ahmadia, ni kwamba wao wanamtukana sana Sayyid Ahmad alayhi salatu wasallam wa kwamba wanamchukia na kumtaja kwa kila maneno ambayo ni mabaya. Sasa watu wa aina hii ambao hawaamini katika Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam, wao hawawezi kuswali nyuma yake wala nyuma imamu ambaye ni Ahmadiyya. Basi inakuwa ni kwamba ni kinyume hata na sisi kuswali nyuma yao, kwa sababu unaweza fikiria kwamba mtu ambaye anatukana babako, mtu kama huyu, njia nzuri ya kujiepusha naye ni kukaa mbali naye. Kwa hivyo, kwa sababu ya chuki pia kwamba kila wakati maisha yao yote ni kutukana Sayyidna Ahmad alayhi salamu, basi inakuwa ni kinyume kwamba tuswali nyuma yao no. kwa hivyo kwa sababu ya amani ya nji na kwa sababu ya kuepusha hujuma na maumivu kwa wanajumuia, sina Ahmad alayhi salatu wasallam akaona kwa kwamba ni vizuri, basi tusiende katika misikiti yao na kuswali nyuma yao no. Na vile vile maulama wao wenyewe walitangaza kwamba Wahamadia si Waislamu, hawafai kuswali kwetu na hatufai kuswali nyuma yao kama maulama kama vile Nasir Husein, Molvi Nasir Husein Saib, Muhammad Husein wa Batala Saib, na tunajua hawa watu walikuwa tangu mwanzo wapinzani wakubwa wa, wa, wa Jamaat Ahmadia. Tunaona Molvi Thanaula Saib, ma, ma, maulama wengi wengi tu ambao wa walifanya fatwa wakatangaza kwamba Ahmadia si Waislamu, kwa, kwa hivyo hawapaswi kuswalisha na pia hata wapaswi kuswali kwetu naam. Kwa hivyo hii ilikuwa ni shtuma ambayo haina misingi, kwa sababu hawa ndio walioanza mambo haya naam. Katika historia ukieleza kwa upana ha, tunaona ya kuwa hapo awali waahmadia na wasiokuwa waahmadia walikuwa wanaswali pamoja, lakini kwa sababu ya vile walivyokuwa wakiwatendea wanajumuia, basi wakaanza kutengana. Kwa upana zaidi unaweza eleza kihistoria waliwatendeaje wale walikuwa wanaswali nyuma yao? Naam, asante sana bwana mtangazaji. Kusema ukweli, e, wapinzani walianza e, hali zao za upinzani kutoka kwa maneno mpaka ikafikia mahali wakaona kwamba kama ni maneno, kama ni shutuma zinajibiwa no, kama tunavyojibu sasa, wakitoa swali linajibiwa sasa. Ikafikia mahali njia nyingine ikawa ni kufanya madhara ya moja kwa moja, na ikatokea kwamba wanajumuia wanapoingia katika misikiti yao wao walikuwa wakileta vita katika misikiti yao. Walikuwa wakiwase, wakiwaambia kwamba hawa ni najis. Yaani, unajua katika istilahi ya maneno ya Kiarabu najisi ni kitu kichafu, kichafu. Na miongoni mwa najis zimetajwa ni kama eh, haja ndogo haja kubwa mambo mm -hmm, ambayo kwamba hayastahili hata kutajwa kwa binadamu kwamba yeye ni, ni kitu kama hicho. Naam. Lakini walikuwa wakisema hawa ni najis na miongoni mwa mambo mengine ambayo kwamba yanahusu najis pia, unajua, tumeambiwa hata mbwa pia naye ni najis. Kwa hivyo ni maneno, ukiangalia kwa undani ni kama ni matusi ambayo yalikuwa yanaelekezwa moja kwa moja, lakini kwa namna ya kimafumbo hivi. Kwa hivyo, wanajumia walivumilia, lakini ilitokea kwamba wanaambiwa maneno kama hayo, walikuwa pia vile vile wana wakiingia waki katika misikiti wanatukanwa, na hata vita vinatokea pale ndani lakini katika haya yote kadri ilivyokuwa yakiendelea, ndio ilitokea maamuzi ya Masiha lahidio wa salatu wassalam kwamba akaona, ili ipatikane amani kati ya sisi na wale ambao si wanajumuia, basi kama tukienda katika misikiti yao kuswali nyuma yao, wao wanatubagua, wanatutukana, wanatufukuza, wanatukejeli sasa ina haja gani ya kwamba tulazimishe wakati sisi kama wanajumuia tuko nao maimamu wetu ama tuko e, e, tuko naye nao mwongozo wetu ambao ushatuonyesha njia ya kupitia. Kwa hivyo ndio maamuzi yale ambayo kwamba aliyafanya Masihi Maud alayhi salaam, aliyafanya kupitia njia ambazo walizianzisha wao, si eti iliamuliwa na Masihi Maud kwamba alayhi salaam kwamba sisi tusiswali nyuma yao Kabla kila kitu kilikuwa kiko sawasawa mpaka pale ambapo wao wenyewe walionyesha kila namna ya upinzani, ya, ya tuhuma na pia vile vile hawakuishia tu hapo bali pia walizuia hata eh, katika upande wa wa, wa, wa kuzika hmm. Wali, walipita hatua hmm. Ikafikia mahali wakapanua hili suala likawa si jambo la siri tena hmm. Wala si jambo la, la kujibiwa tena, bali wanafanya vitendo vyenyewe ambavyo vilikuwa haviwezi kuvumilika kusema ukweli. Kwa hakika imebainika na pia mmeweka wazi kwa nini wanajumuia Waislamu wa, wa Ahmadia hawaswali nyuma ya wale wasiokuwa wa Ahmadia. Kwa wale ambao ndugu ambaye alikuwa na swali kama hili na wengine waliokuwa na swali kama hili, basi wamepata jibu kabisa. Naam, katika historia tunaona ya kuwa hawa wanazuoni ha, wanaendelea bado bado na mashtaka haya na pia kutoa fatwa chungu nzima. Je, unaweza tueleza ni fatwa zipi ambazo wanazuoni walitoa dhidi ya waahmadia? Asante sana bwana mwelekezi, namna tulivyosikia ni kwamba mambo haya yote yalianzishwa na wapinzani wa jamaata Ahmadia, ndio walianza zile hujuma dhidi ya wafuasi wa jumuia. Sasa Sayyidna Ahmad alaihis salam akaona kwamba ni vizuri tusiende kule, na historia bwana mtangazaji haidanganyi kwamba haya mambo waliyozungumza waliweka kwa maandishi, yanapatikana mpaka leo wakitangaza kwamba wakitoa fatwa kwamba hawa watu si Waislamu, no. Kwa hivyo hatufai kuswali nyuma yao na hawafai kuswali pia nyuma yetu. Mfano wa wale ambao walifanya fatwa kama hizi ni huyu Maulvi Nasir Hussein ambaye alisema kwamba wahamadia si Waislamu, ni makafiri, hata salamu ya Kiislamu tu hawafai kusalimiwa. mm -hmm. Kwa hivyo unaweza kuona swala kama ile tuhuma kama hii kwamba hata salamu peke yake ni haramu kwao. Kwa hivyo, na hii ni maneno ambayo yameandikwa na yanapatika na yanapatikana mpaka leo. Vile vile huyu Muhammad Hussein wa Batala ambaye alikuwa pia kwamba, na, kwetu, hmm. Ni limeisha, ni maulvi mkubwa kiongozi wa Al-Hadith, naye pia alisema kwamba swala la kutoswali nyuma ya Ahmadiyya mm -hmm. Vile vile Maulvi Sanaullah Sahib kutoka Amritsar naye anasema kwamba Ahmad alayhi salatu wasalam au mwanzilishi wa Ahmadiyya mambo yake yote ni mambo ya kidunia kwa hivyo huyu hafai kuswaliwa nyuma yake, hatufai kuswali nyuma yake, na wao si Waislamu. Kwa hivyo unaweza kumwona kwamba mujaddid wa zama mkubwa kama Said Ahmad alayhi salatu wasalam anasema kwamba mambo yake ni ya kidunia, na hivyo si Muislamu na watu hawafai kuswali nyuma yake. Vile vile maulvi mwingine Muhammad Abdalla naye pia hakutaka kubaki nyuma, alisema kwamba hawa watu ni makafiri na hatufai kuswali nyuma yao. Mwalimu mwingine pia Raza Ahmad Khan, mm -hmm. Naye alisema kwamba Wahamadia ni makafiri, kwamba hatufai kuswali nyuma yao, hata hatufai kuingia katika ndoa na wao, katika mkataba wote wa ndoa hatufai kuoa kwao, hata wakichinja, hatufai kula nyama yao. Kwa hiyo hawa ni miongoni mwa maulamaa wachache ambao walitoa fatwa za namna hii, na unaona kwamba hizi fatwa zikaweza kuchochea sana chuki miongoni mwa watu wao. Basi wakaanza kuendesha fujo dhidi ya Waislamu wa, wa Ahmadia na inaendelea mpaka leo, bwana mtangazaji. hmm. no. Ukisikia katika zile nchi kama Pakistani utasikia kwamba Waahmadia wanauawa bila sababu yote. Sababu tu ni kwamba wao wamekubali Imamu Azama, na ni kwamba maulama wao wamesema kwamba Ahmadia si Waislamu. no. Kwa hivyo ni hujuma ambazo zilianza kitambo na bado ziko katika historia na ndio sababu wanafuata historia ile na fatwa zile kutaka kuhujumu na kuumiza na kutoa mali ya wanajumuia Ahmadia. Naam, hawa wanazuoni wamepita kiasi na wamepita mipaka, lakini kwetu tunaomba tu Mwenyezi Mungu awafu, awafungue macho zao ili waweze ku, kujiunga na jumuia ya waislamu Ahmadia, waweze kupata elimu ili waokoke katika adhabu ya Mwenyezi Mungu. Naam, tumesikia fatwa fatwa ya wanazuoni. Na hapo awali ulikuwa ukieleza kuhusiana na pia mazishi. Je, kwa kina unaweza kutueleza mazishi ya Waahmadia ilikuwa inatendewaje na wale ambao wasiokuwa Waahmadia, wale Waahmadia ambao wamefariki? Naam, asante sana. Kusema kweli, kama ulivyoongea eh, bwana mtangazaji, mm -hmm. Hawa wapinzani walivuka mipaka, wakafanya vitu ambavyo kwa imani ukivisikiliza vinaweza kukutoa machozi kwa maana mbali na yale tuliosikia kwamba walikuwa wakiwafukuza wanajumuia katika misikiti, kuwaita kafiri, kuwaita najis. Sasa waliona kwa sababu maneno bado wanajumuia wanavumilia tu, waliingia katika upande mwingine ambao ilikuwa hata ni kuwa kuwapiga kuwa ama kuwafanyia udhalili, udhalilishaji katika mambo ya, ya kuzika no. Na katika fatua hizo zilizotolewa ni kwamba ilianza kwa wanazuoni wao kusema kwamba wanajumuia hawafai kuzikwa ama pia wao pia hawafai sisi kutuzika, mm-hmm. Yaani ikawa ni kama kusema kwamba sisi tutakapopata msiba tujiangalie wenyewe nao pia nao wajiangalie wenyewe, lakini pia maneno yao haya hawakuyafuata jinsi ilivyokuwa wamemaanisha bado ilitokea kwamba hata kama tukipata msiba kwetu na tukawa tunazika bado wangekuja kufanya kitu ambacho kama ni cha kutudhalilisha yeah. Kwa mfano katika tukio moja lililotokea katika eh, tarehe 14 Disemba mwaka wa elfu moja mia tisa kumi na nane kuna mwanamke eh, mmoja katika mji wa katika mji wa Katak katika kutoka Orisa ambaye kwamba alifariki mm -hmm. na alipofariki alizikwa katika ye, makaburi ambao wakati ule bado kugawanya makaburi ya wanajumia na ambao si wanajumia. Sasa alipozikwa, wale walipofahamu, walikuja wakachimba ule mwili hmm. Wakatoa na wakaenda wakautupa mbele ya ule mzee ambaye alifiliwa, wakatupa ule mwili wake pale maneno mambo kama haya. Kusema tu kweli ni jambo ambalo kwamba si la kufurahisha hata kidogo. Pia vile vile tukio lingine la mwaka huo huo mwaka 1918, eh, kuna ma, kuna tukio lilitokea vile vile ambapo kuna marehemu ambao walikuwa ni wanajumia ambao walikuwa wamezikwa, lakini walipotambua hivyo walikwenda wakatua ile mili yao, walichimbua walichimbua miili yao, na waliwaadhibu kana kwamba ni watu walio hai. mm -hmm. Yaani mtu ambaye kwamba ameshakufa anachapwa mijeledi mia moja na huyu ni marehemu. Hawa walikuwa waislamu kweli? Hata mimi najaribu kujiuliza ni namna gani imani ya namna hivi, mm-hmm. ambapo hata tukiangalia katika historia za nyuma, wale ambao tumewasikia majina yao kina Muhammad Abdalla wanaishi katika nchi ya, wa, ya Waingereza, ambako si nchi ambayo imeshika uislamu lakini hawawafanyii wale watu ambao si Waislamu kwa namna hivi mm -hmm. Lakini sisi ambao tulitamka shahada ilifikia kiwango cha kwamba watoe marehemu zetu na wawachape wa tena, kwa namna nyingine nasemekana pia, eh, si kwa hivyo tu bali walikuwa wakiwadhalilisha miili yao, na pia matukio mengine yanaonyesha kwamba walikuwa hata wakiwanajisi waki wanawake wanajumuia hii ni matukio ambayo kwamba ni ya kusikitisha sana. Pia vilevile ilielezwa katika tukio lengine la mwaka 1928 kwamba kuna mtoto ambaye kwamba alikuwa amefariki na huyu alikuwa ni mtoto katika jumuiya na. Sasa akaenda wakaenda katika ardhi ambayo ilikuwa imetolewa na serikali hmm, kwamba wanajumuiya naweza wakazika pale. Kufika hapo ile sehemu ilikuwa inalindwa na wale wanajumuia kufika hapo kutaka kuzika hmm. hawa watu walikuja, hawa wapinzani walikuja mpaka pale, wakazuia ule mwili usizikwe, na hata walinzi wa serikali walikuwa pale, lakini hakuna hatua waliochukua, waliangalia mambo yote haya yakifanyika. Kwa hivyo huku ni kuonyesha namna gani ambavyo wapinzani wetu walifika kiwango ambacho kama zile tabia za wale watu wa wakati wa eh, eh, Saidna Bilal radiyallahu hmm, anhu ambapo kabla haja wakati alipotamka kwamba yeye amekubali maneno ya, ya Mtume awa salam na yeye hawezi kurudi nyuma wale, wale wapinzani huta, na wale makafiri wakati ule hmm, walimuweka walimuweka katika ardhi ambayo kulikuwa kuna joto kali hmm, mahali kuna changarawe walikuwa wakimwekea jiwe la jiwe zito sana, ili akatae Uislamu pia vile vile, walikuwa wakimfunga minyororo halafu wanafunga ile minyororo katika punda ama kama ni ngamia anaburutwa. Mateso yale yote walifanyiwa, alifanyiwa Hadhrate Bilal kwa sababu amekubali Uislamu. Imerudi vile vile mateso yale yale, ama hata kwa namna ya zaidi, kwa wanajumuiya kwa sababu wamekubali Masihi wa Zama Haya ni mambo ambayo kwamba tumefanyiwa na jumuiya, lakini sisi kwa sababu tumekubali imamu wazama, sisi tuliambiwa tuwe wanyenyekevu na tujue ya kwamba Mwenyezi Mungu mwenyewe aliyeahidi ataishindisha jumuiya hii. Haya yote ni sehemu tu ya utabiri wa kuonyesha jumuiya hii ni ya ukweli, na Mwenyezi Mungu mwenyewe atawaangalia kwa namna yake ila sisi ni kuwaombea kwamba itokee siku waweze kujua ukweli na wajiunge na jumuiya inshallah. Inshallah tunaomba ya kuwa Mwenyezi Mungu naye awalipe wanajumuiya. Hili linahuzunisha sana, maneno kama haya ambao wanaojiita wana, wana waislamu wanafanya kwa hakika haijuzu. Asante sana kujibu swali hili, naam tulikuwa tunaongea kuhusiana na mambo ya kuswali nyuma ya wasiokuwa wanajumuia. Hawa wanazuoni ambao mnaongea juu yao walitoa hoja gani kuhusiana na wale ambao wana, uh, wanajumuia? Asante sana bwana mwelekezi, namna tulivyosikia ni kwamba tangu mwanzo wapinzani waliweka kila aina ya vikwazo kwa wanajumuia wahmadia kwamba wasiweze kuswali nyuma yao, na, na walipofika pale kwamba wakaona kwamba sasa hawa hawaswali nyuma yetu, basi wakaanza hujuma zingine mbalimbali ambazo ni za kuchukiza na za kuumiza, ambapo kama ni mtu yoyote hata kwa akili ya kawaida, ikiwa mtu anakufanya hivi katika maisha, njia ya busara ni kujiepusha naye, na hata kama ni ushauri kwamba unaulizwa kwamba jamani, katika ile hi -hi hali nifanyeje? no. utashauri mtu kwamba achana nao, kaa kando. Sasa wanajamat baada ya haya yote mm -hmm. wakaona, jamani, ili kuepuka haya yote, acha tujitenge na wao acha tuswali peke yetu mm -hmm. hata kama tuko wachache acha tuswali peke yetu mm -hmm. Lakini sasa baada ya kuona kwamba Ahmadiyya wameshafaulu sasa, hawakuji kwetu no. Wakatengeneza tena mbu, njia nyingine e, yani walikuwa wanatafuta wa kila kila kona, wameka mitego kila mahali mm -hmm. Sasa wakasema kwamba kwa kuwa sasa Ahmadiyya hawaswali nyuma yetu, sasa si Waislamu, unaona sasa kwamba wametoka katika Uislamu no. Yani ni kama vile tuseme kwa mfano tu wa, wa, wa, hapa duniani kwamba wewe unafanya kazi katika kampuni fulani mm -hmm kule umewekewa mtego kwamba labda ushikwe ama uwawe. Kwa bahati nzuri ukajua ule mtego mm -hmm. Ukakosa kwenda kule. Sasa wakati umekosa kwenda, unashitakiwa kwamba hukuingia kazini, yaani kwa vyovyote vile lazima upatikane katika hatia. Sasa Ahmadia wameshaacha kwenda kuswali nyuma yao. Sasa mtego mwingine umekuja kwamba sasa kwa kuwa waswali kwetu wao si waislamu. Sasa unaweza kufikiria kwamba katika hali utafanya namna gani lakini kwa fadhila za Mwenyezi Mungu kwamba Mwenyezi Mungu amekuwa akiwalinda wanajamii wa Ahmadiyya na kwamba kila hatua wanaifanya inakuja kuwarejelea wao. Namna alivyosema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba zama za mwisho kwamba maulama ndio watakaokuwa viumbe wabaya sana chini ya ardhi kwamba wataanzisha fitna na ile fitna itawarudia wao. Kwa hiyo wao walipokuwa wakianza kitu kikawa tena kinarudi kwao. Sasa hawa mabwana walisema kwamba Ahmadiyya si Waislamu. Sasa kwa kuwa hawaswali kwetu, wametoka nje ya Uislamu. mm -hmm. Lakini tukiangalia katika fatwa zao, sababu ni wepesi sana kutoa fatwa bila kufikiria, mm -hmm. tunaona kwamba madhehebu mengi ya Kiislamu mm -hmm. yamekufurishwa na hawa maulama. Tunaona kwa mfano mzuri tu, hata tukisoma katika kitabu cha Khalifatul Masih wa nne, mm -hmm. rahimahullah, ameeleza kuhusu ile mauaji kwa njia ya Allah mm -hmm. anasema kwamba kilichotokea kati ya wairak na Wairan mm -hmm. katika ile vita, wote ni waislamu Wairaki wakiwa ni wengi katika dhehebu la Kisuni, Wairani nao ni wengi katika dhehebu la Kishia. Lakini upande wa Sunni wakiua mtu kule jeshi la Irani mm -hmm. wanasherehekea wanasema takbira Allahu Akbar, wanasema kwamba wameua kafiri. Kafiri. Mm. Washia wakiua mtu upande wa Sunni mm. wanasema kwamba wameua kafiri. Kafiri. So, unaweza kufikiria namna hali ilivyo kwamba hawa wanaita, hawa, makafiri, na wale wanaita wale. Makafiri. Makafiri. Sasa, Muislamu ni nani? Kwa hivyo katika fatwa zao na ziko katika historia ni kwamba wamekufurisha madhehebu mengi sana ya Kiislamu na miongoni mwa wale maulamaa ambao wameongoza hii ni huyu maulvi Muhammad Muhammad Saib, ambaye mm -hmm. alisema kwamba katika yale madhehebu ambayo yamekufurishwa, kwa mfano hawa Deobandi, Deobandi, Deobandi. Eh, Deobandi ni katika ile ile mwavuli wa waki, kisuni mm -hmm. wao wana, wanatangazwa kwamba si Waislamu kwa sababu wanakufurisha mitume ya Mwenyezi Mungu, wanamdhalilisha Mwenyezi Mungu katika dhehebu lao. Kwa hivyo wanasema kwamba hawa sasa nao wametoka katika Uislamu, msiswali mm. nyuma yao msifanye ibada yote na wao wakichinja msikule, hata wakiwa wagonjwa msiwatembelee, na hata wakifa msiende kuwazika. Sasa hawa ni madeobandi, si wa ahmadia mm. ushafahamu? mm -hmm. Sasa swali ni ikiwa wao wametangaza kwamba hawa madeobandi si Waislamu, ahmadia tutaswali namna gani nyuma yao? Ina maana kwamba wametangaza si Waislamu, kwa hivyo mm -hmm. ni haramu kuswali nyuma yao mm -hmm. vile vile wanasema kuhusu hawa mabrelwi kwamba brelwi na wao mm -hmm. kwamba si Waislamu, ni makafiri wametoka Uislamu. mm -hmm. wakiongoza swala tusiswali huko, tusioe wake zao mm -hmm. na hata ukioa kule, wanasema kwamba hata ukishuku kwamba si makafiri, wewe pia unakuwa kafiri ukitaka yeah. kupinga kwamba si makafiri, kule ukafiri na kupata sasa. Yani kwa vyovyote vile, ni kwamba wametolewa nje ya Uislamu. Naam, wanasema pia vile vile kuhusu Wahabi, jehebu maarufu na Wahabi, wanasema mm -hmm. kwamba Wahabi na hawa ulama wote wa Maka na Madina wametoa fatwa kwamba Wahabi nao si Waislamu hawa wakichinja, msikule, msio wake zao, msiswali nyuma yao. Kwa hivyo sasa, wao wameshabainisha kwamba hawa watu si Waislamu. Kwa nini tuswali nyuma yao? mm -hmm. Kwa kuwa sisi Ahmadia tunaamini kwamba tunamfuata Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa wa wa umekubali wa Imamu Wazama. Kwa hivyo ni vizuri kwamba tusiswali nyuma ya mtu ambaye si Muislamu. mm -hmm. na sio sisi tumesema ni wao wamesema, wakatubainisha kwamba huyu si Muislamu, huyu si Muislamu, kwa hivyo msiswali nyuma yao. kwa hivyo hmm. kwa kauli yao wenyewe, sisi tumejitenga kwamba hatuswali nyuma ya wale ambao si Waislamu. Utaona kwamba bwana mtangazaji, kwamba ni wenyewe ambao wana kufurishana hmm. na sisi kama watu ambao tunapenda amani, basi ni waislamu wa haki, basi hatuwezi kuswali nyuma yao na, lakini sisi tunawakubalia waswali nyuma yetu. Hiyo ndio Uislamu. Naam, hii ilikuwa ni hoja yao ya wanazuoni. Je, hoja ya wa, wanajumuia waislamu wa Ahmadiyya walitoa hoja gani ya kisaikolojia kuhusiana na mambo haya ya kujiunga katika sala? Naam, asante sana. Kiukweli ni kwamba Masiha aleidiwa yeye mwenyewe hmm alayhi salatu wassalamu ndiye aliyesema kwamba kutokana na hali ilivyo kwamba hali imekuwa e, nikana kwamba wameweza kubainisha kabisa, wameweza kuweka wazi ya kwamba ni kama sisi si Waislamu mbele yao hmm, na wakabainisha kwamba sisi si watu wa, wa, wa, watu wazuri mbele yao hmm, na si hivyo tu wameonyesha mambo yote ambayo tumeyasikia katika historia tulizopatiwa, nah. basi Masihi alisema kwamba alaihis salaatu wassalaam kwamba mimi nilikuja katika zama hizi kuja kuiweka dunia ama watu wote pamoja pamoja. na mimi kama Masihi wa zama hizi nimekuja ili kuunganisha madhehebu yote ama imani zote kuwa kitu kimoja, nah. lakini hawa wamejiweka kando wao wenyewe kwa namna ambayo hawataki kuwa nyuma yetu. Nyuma yetu. Basi kama imetokea namna hiyo, sisi tutafanya namna gani? Hmm. mimi si kwa maamuzi yangu hmm. lakini kama Mwenyezi Mungu mwenyewe alinifunulia akaniambia, yule ambaye kwamba anakukataa wewe ni kama aliyemkataa Mtume Muhammad saw na ni kama aliyenikataa mimi pia vile vile. Mm -hmm. Na maombi yanayokubaliwa mbele ya Mwenyezi Mungu ni maombi ambayo kwamba ni waumini, na hawa wamejitoa katika cheo hiki cha waumini wamejipatia jina jengine ambalo sijui tuwaita namna gani, mm -hmm. kwa hiyo Masiha alaihi salaam akatoa mifano katika Qurani no. Akasema katika sura ya tano, al-Maida mm -hmm. aya 28, kwamba innama yataqabbalu llahu minal muttaqin, imesemwa kwamba hakika Mwenyezi Mungu anakubali maombi ya waumini no. na hawa wamejiweka mbali katika sifa za waumini, na inaonyesha wazi kwamba sisi ndio ambao kwa kigezo cha kumkubali Masih Aliyeahidiwa kwamba sisi ni waumini na imeelezwa kwamba kwa, kwa kumkubali Masih alaihi salatu wassalam tume, tumekamilisha imani yetu. Sasa kwa nini tukaswali nyuma ya mtu ambaye imani yake imeshaharibika na amekiri kwamba yeye kwa tendo, kwa vitendo vyake na tabia zake amejivua cheo cha muumini no. pia vile, vile akasema kwamba niliambiwa mimi katika zama hizi nitakuja kuiweka dunia pamoja, na sitakuwa peke yangu, pia nitakuwa na mahalifa na imeletwa katika Suratun Nur sura ya 24 aya 56 kasema kwamba wa'adallahu alladhina amanu minkum waamilu salihati eh, la yastakhlifanahum fil ardi kama stakhlafa alladhina min qablihim mm -hmm. Yani, Mwenyezi Mungu ameahidi wale ambao wameamini miongoni mwenu na wakafanya vitendo vizuri, atawafanya kuwa mahalifa katika ardhi kama alivyowafanya mahalifa wakabla wa kabla yenu mm -hmm. Na aya ikiendelea naeleza kwamba hawa mahalifa watakuja kuchangia kuleta amani duniani na kufanya Mwenyezi Mungu aabudiwe bila kushirikishwa no. Lakini hawa wenzetu washaonyesha kwamba hawataki muongozo wa Masihi aliahidiwa alayhis salaam, wala hawataki hata mwongozo wa makhalifa no. Kwa sababu kama zama za Masihi aliahidiwa walifanya namna hivi, je, wanamuona namna gani khalifa? Kwao ni mtu mdogo. Kama walishindwa kumheshimu Masihi, basi hawezi kumheshimu hata khalifa pia no. Vilevile Mtume SAW alisema kwamba katika sura nyingine, e, ya sura Suratul Jumua ambayo ni aya ya nne iliyosema kwamba waakharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwa alaziz walhakim ambayo ambao ilikuwa ni utabiri wa kufika kwa mara ya pili kwa namna ya mfano e, Isa alayhi salam, na pia vile vile kufika kwa Mtume swalla salam kwa namna ya mfano, na hiyo ilitimizwa na Imam Mahdi nilizakla Ahmad alayhi salatu wasalam no. Kwa hivyo hii ilivyotimia ili, ili sasa hawa ambao wanakataa Vyeo vyote ambavyo vimeelezwa katika Qur'ani ambavyo vimetimia hmm. chini ya, ya, ya Masih Aliyeahidiwa hmm. Sasa ni kitu gani ambacho kwamba watafuata? hmm. Kwa hivyo Masih Aliyeahidiwa yeye akafanya namna gani? hmm. Akasema kwamba hili siku litangaza mimi, bali kwa maamuzi yao wao wenyewe wamejionyesha kwamba hawataki kuswali nyuma yetu Naam. Nasi na pia itakuwa namna hiyo hiyo, kwa sababu tunataka amani Naam. Asante sana. Kwa hakika imedhihirika ya kuwa wanajumuia ni Waislamu Ahmadiyya ambao wanamfuata yule ambaye alitabiri mtume wetu Muhammad Mustafa Mustaha sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo, kama sisi tunamfuata Masih Maud alaihi salatu wassalam na wao wanampinga, basi kutoswali nyuma yao basi ni, sana, ni halali ni sawa sindio? Asanteni sana kufika katika studio yetu, na mweze tena kufika katika siku zingine ili mweze kujibu mashtaka haya. Asanteni naam. Ndugu mpendwa mtazamaji, najua mnataka kipindi kiendelee, lakini muda imetupwa kisogo. Tutaendelea katika vipindi vingine. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu ka diya se chali ek zinda hawa khil gaye sare alam mein gul khushnuma